Naam, mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya habari ambazo zimemeki headline siku ya leo huko mtandaoni ni tukio la Juma Jux kuonekana pande za Nigeria akiwa yuko na mkewe. Anamzungumzia hapa mwanadada Prisy, yani Priscilla so kama unavyoelewa kwamba Jux na Priscilla ni mtu na mkewe. Ndoa yao ilimeke headline kupitiliza, ikafanya mpaka baadhi ya macelebrity huko Nigeria ambao wengineo pia walikuwa wamefunga ndoa, ikabidi wafanye tena, yaani wajipange upya kwa ajili ya kufanya celebration nyingine tena Marekani kwa ajili ya ndoa yao. Hapa namzungumzia Davido. Davido yeye na mkewe Chioma walishafanya walikuwa wameishafunga ndoa na sherehe walifanya, lakini baada ya sherehe ya Jux na Priscilla kumeke headline mpaka Marekani, ikabidi Davido naye pia aende akafunge ndoa nyingine tena, akafanya sherehe nyingine ya ndoa yake yeye na mwanadada Chioma huko Marekani. So kwa kifupi ni kwamba eh, sherehe za harusi ya Jux na mkewe Priscilla zili make headline to the maximum lakini pia vilevile vile kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba eh, Davido na Juksi wanafahamiana, bwana, kutokana na baadhi ya trending ambazo zilikuwepo au headline ambazo Juksi na Priscilla walizimek huko Nigeria kipindi kile cha ndoa yao. Kwa hivyo basi, moja kwa moja bwana, Juksi amezidi kupata umaarufu na heshima kubwa sana huko Nigeria. Yaani, yani wa Nigeria ya bwana, uambii kitu kuhusiana na Juksi akiwa kama shemeji yao. Lakini pia vilevile ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho kinahusiana na ishu ya Juksi pamoja na Priscilla ni kwamba sasa hivi hapa amepata mtoto wa kiume, lakini baada ya kupata mtoto wa kiume ambaye anafahamika kwa jina la Rakim. Eh, ni kwamba huyu mtoto wa Juksi na Priscilla amezaliwa Canada. Eh, lakini then baada ya kutoka Canada, Rakim huyo akaletwa Tanzania na hivi karibuni bwana, kwa mara ya kwanza kabisa Rakim ameikanyaga kwa hiyo bwana imechukuliwa private jet kutoka Bongo mpaka Nigeria. Unaelewa bwana mambo ya klasi hayo. Moja kwa moja bwana imechukuliwa private jet kutoka Tanzania mpaka Nigeria kwa ajili tu ya usafiri wa, eh, wa Priscilla na Juma Juksi mpaka nchini huko kwa ajili pia ya kufanya mtoto huyu aweze kukanyaga, eh, ardhi, eh, kwa mara ya kwanza kabisa ardhi ambayo ni ya mamake mzazi, yani ya asili ya mamake mzazi ilipo huko Nigeria. Sasa kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba Juksi alivyotua tu kule Nigeria, amekutana na Davido face to face, na kitu ambacho kimekuwa ni very impressive ambacho kimefurahisha watu wengi ni kwamba Davido bwana alivyomwona tu Juma Juksi, moja kwa moja ikabidi azungumze naye, wapige story, wamekumbatiana, wamesalimiana bwana na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni jinsi gani ambavyo eh, Juma Juksi anavozidi kuwa mkubwa kadri ya siku zinavyozidi kwenda na yote hii tunaweza kusema kwamba suala yes, la yeye kuoa Mnigeria bwana limesaidia au limechochea kwa namna moja au nyingine, kuongeza ukaribu kati ya wa Watanzania na Wanigeria pia, vile vile, sio tu kwenye mitandao ya kijamii, lakini mpaka kwenye mitandao mpaka enye eh, first to first, hata kwa ma celebrity kutoka nchi hizi mbili. so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Peji nyingi sana kiukweli, siku ya leo zimeposti na kuzungumzia swala hilo baada ya Jux kuonana na Davido Airport huko Nigeria. Eh, stori zimekuwa ni nyingi kweli kweli, peji kibao zimeripoti kuhusiana na hiyo story, na moja kati ya peji bwana ni wasafi wenyewe nao pia wamekuja kuripoti, wameposti hapa kupitia ukurasa wao wa Instagram na kuwaelezea kile ambacho kimetokea huko Nigeria. Kwa mujibu wa Wasafi wameandika kwamba e, msanii wa Bongo Flava Juma Jux amekutana na nyota wa muziki OBO Davido e, kutoka huko nchini Nigeria. Wamekutana wakiwa Nigeria. Hii ni baada ya Jux kushiriki kwenye Nigeria's Biggest Cancer Awareness e, iliyofanyika leo jijini Abuja nchini huko Nigeria kwa lengo la kuhamasisha mapambano dhidi ya saratani na kuongeza uelewa kuhusiana na afya kwa jamii. Je, unatamani kusikia kolabo kati ya wawili hawa, yani Jux na Davido? Lakini safari ya Juksi na Priscilla huko Nigeria bwana, imemeke headline kwa sababu, huko katika mitandao ya kijamii eh, tumeona wadau mbalimbali wamekuja kulizungumzia suala hilo. Wa Nigeria wamefurahi kwelikweli, wamemkaribisha Juksi kwa bashasha kupitiliza. Kwa mfano, hapa kuna huyu hapa naitwa PBY 256 ameandika kwamba have you seen how our sister in law eh, she is a star mwingine amekuja ameandika kwamba you couldn't put Jux song if you were indeed sorry. Kuna mwingine amesema kwamba you better come clean or else. Ni ameandika kwamba bwana Jux you are very welcome here in Nigeria. Bwana, kwa kifupi, ni kwamba wa Nigeria wamempokea Juksi kwa mikono miwili e, jamaa anapendwa kweli kweli kule Nigeria, kama the way ambavyo Prissy anavyopendwa hapa Tanzania. lakini kuachana na hayo yote, kitu kingine ambacho kimemeki headline huko mtandaoni, bwana ni kwamba baada ya hii issue, ni kwamba wabongo kibao wamekuja kuweka maoni yao pia vile vile kuhusiana na tukio hilo la, la Juksi kukutana na Davido Abuja, Nigeria, uso kwa uso hapo airport. Wadau hapo wamekuja kuweka maoni yao, nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kutoka kwa Watanzania sasa. Kuna mwingine amesema kwamba bwana <laughs> ila Davido anadharau fulani hivi, aise, anaangalia akikuangalia tu hivi. Unajua, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, keep shining Juksi, thank you Nigeria for supporting our boy. Mwingine amesema kwamba bwana, hiyo audience anayo perform Juksi Nigeria, maana nimesikia kwamba anasema wote twende eh, nikajiuliza kwamba wanamwelewa kweli? anyway, it's a major move. Congratulations to him. Uh, katika performance ambayo Jux ameifanya huko Nigeria bwana, alikuwa anasikika akisema twende wote na vitu vingine kama hivyo. Sasa hapa wadau wanasema kwamba yeah, wana je Nigeria wanamwelewa kweli akitumia Kiswahili? Jux amesikika uh, aki hype crowd kwa kutumia Kiswahili uh, kuna mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Jumba Jux and his beautiful, intelligent, polite wife are making big moves. Uh, mambo hayo uh, kuna mwingine hapa amekuja amecomment bwana, hapa level ni tofauti. Davido yeye anafikiria kuanzisha kampuni ya ndege, huku Jux yeye anafikiria kampuni yake ya matisheti Bongo wao Yeah, so at the end of the day hii bwana ni moment ambayo ilikuwa ni nzuri sana very beautiful moment amazing awesome. Lakini pia vile vile ukiwa kama mdau na wewe, pia tuweke maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.